Saseni,, saseni saseni saseni saseni esta mambo esta mambo ee hey, hey. asa watu watastuka watasema watoto wote ndio <laughs> hey, niko na watoto wengi serikali si nisaidie kulea kijamini <laughs> <laughs> niko na watoto ngapi? Niko na vijana moja mbili tatu ine, tano sita wasichana, niko na sichana moja mbili tatu ine, tano sita saba nane tisa. Si unaona niko na wengi, serikali akisi nisaidie tu, nitumie tu milioni mbili tu please, ntumie tu milioni mbili. Aa, watoto wasome wakule please, naomba tu Please, please. Mama yao alitoroka tu akaenda huko Amerika.